Naomba serikali ifanye juhudi ya kwamba hawa watoto wapate kurudi shuleni, licha kwamba hawa lecturers wako na familia wanataka nao watoto wao na familia zao zihudumu katika maisha. So serikali inapozuia upande wa kutoa hiyo mkataba ambao walikubaliana na, na lecturers kwa sababu ya masomo, wanatidimisha mambo ya elimu ina wanajaribu kudidimisha elimu isiendelee, na wanapodidimisha elimu inaonekana hapo nyuma tunapoenda tutakuwa na wanafunzi katika shuleni, itakuwa inaua elimu ndani ya nchi yetu. Mimi nasisitiza tu serikali ichalipu lecturers, warudi shule na watoto waende shuleni, kwa sababu wanapokaa nyumbani watakuwa hofu ya kwamba maisha yao inadidimiwa na wataendelea na, wata na masomo Ifanye bidii, ifanye ifanye bidii especially tukienda katika mihula, ifanye bidii mihula kabla haujaisha, licha ya kwamba kuna uchumi ngumu, lakini ifanye bidii ione ya kwamba zile fedha za mnaita nini capitation for example, zile pesa capitation sie simefika kwa shule kwa shule, ili pia shule siendelee ile vitu mahitaji walio nayo, na zile za university pia wakase tu ili waone maliki charasi wamelipa fedha. Hata ulisikia juzi wa wanafunzi wengine wale wanachukua somo la metiko, Aa, wakasema, wamechukua muda mrefu almost pataya miaka saba, I think so. Wamechukua miaka kumi kwa sababu ya migomo. Kwa hivyo ngeuliza tu serikali ifanye tu piti licha kuwa na matatizo ya kiuchumi, lakini ione wameelewana halafu itowe fedha wale kicharasi waruti shule nao, wanafunzi wasikufe moyo, waendelee na masomo kwa njia ya kuwa na ima na masomo pamoja na serikali. As a church, you've invested a lot in politic games in politic sagas, in politic circles, forgetting that you are supposed to be there to implement peace, implement what

the students for example if i place it at the lecturer level the students on the ground are really suffering you might think it is a simple thing of delaying their payment their payrolls, their promotions their all that but deep down you are you are wasting our time you are wasting our syllabus, you are wasting our units you are wasting merely everything that has to do with our academics so what i would suggest is be it the president be it the financial whoever that is in charge of dealing with financial crisis when it comes to payment kindly

kwa niapa ya wanafunzi ambayo wako university ya kwamba hawa marektara wewe, hii maneno wewe rais, wewe ni mchapakazi, na hii maneno najua ya kwamba ijakushinda wewe. Tengeneza watoto warudi shule, rektara warudi shule, ili wanafunzi ambao ni watoto wetu wapate elimu ili wasiangaike kule mtaani. Ah, langu tu la kwanza ni kumomba rais tumeona kule, kule kwenye vyuo vyetu vikuu kumekuwa na wa, wanafunzi wengi kwa sasa hawa, hawaendi kule madarasani. Lengo kuu ni kwa sababu ya kwamba wale wahadhiri wa, wa masomo wameweza kuzuzia kuingia darasani kwa sababu ya yale malipo ama zile ada walizokubaliana na serikali ya kwamba wakaweze, serikali ikaweze kuwatimizia. Nasi sisi, sisi kama wanafunzi kule tunapitia changamoto mingi sana tumeona wanafu, wanafunzi hasa wa kike wana sasa hawa, vile hawaendi, hawaendi darasani wanaenda wanatafuta kazi kule kwenye ba wanaenda wanatafuta wanaume kule wanaanza kulala na wanaume ili ya kwamba wapate hata riz, riz, riziki ya kuwasaidia wao. So mimi langu kwa rais rais wetu wa jamhuri yetu ya Kenya sisi kama vijana tunakupenda sana lakini pia sisi kama vijana kwenye zile vyuo vikuu tuna tumeanza kuteseka kwa sasa. Ni, ni muda wa wa wiki tatu tuko kule, nyumba, kule kwenye vile vyumba ambavyo tunaishi ndani. Kumbuka vyumba hivi tunalipia, tuna na hata, hata tusipo, kando na kulipia kuna kile chakula ambacho tulitoka nacho nyumbani kama budget. Kwa sasa tumekula hicho chakula na hatuendi darasani. Sasa sisi, sisi kama wanarika tunakuomba rais vile ulivyoahidiana na ma lecturers naomba utimize ahadi yao ili ya kwamba tukaweze kurejea madarasani na tuweze kusoma na tutimilize ndoto zetu ambazo zilituleta huku kwenye vyuo vikuu. Nataka kusii serikali yetu ya Kenya hasa rais wetu William Samoei Ruto kama mama mtumishi mwombezi alichukulia swala kule Mombasa Shakaola, aliingilia kati ili watu ambao wametumwa mahali pale kufufuliwa, kila mara awe na uchunguzi kamili, kujua watu kutoka maeneo kani wanawekwa mahali pale, nani wanaye husika kuweka hawa watu mahali pale na nani ambayo wanakaanga wakifufua hawa, hiyo swala limekuwa ngumu kama waombezi tumeona makanisa tukiomba tukichumika mahali pamoja, tukiomba tukilia tukifunga tukikesha. Lakini tunaomba rais kama anaweza kuisikia sauti hii, aweze kuchukulia hiyo swala pamoja na serikali ambayo wako nayo katika jumuiya yetu ya Kenya na wachunguze zaidi katika hiyo swala, na vifo vya kiolela vimekuwa zaidi kwetu tunahusunika na tufai kusunika kama watumishi wa Mungu. Inafaa tusimame wima katika sala na tuone kana kwamba tuna kufaulu, na naongezea kana kwamba 2027 kuna uchaguzi. Achukulie hii swala la watoto wetu wasio wakitekwa nyara wakifa. Maana pato tunahitaji uongozi, tunahitaji kura. Asa wa sasa tunaona kana kwamba kura sisi endelea kupunguka.